Shikana na wale wazee wapo wale wa, wa mapombe huko chini. ana kujangaacha nikwambie Liz, wewe ni msichana usiseme mami yo, mdomo hujui maisha na baba yako. Baba yako amenumisha kichwa kazi ukiwa kwa tumbo. Sasa hivi unasema huyo baba yako, ndakuacha utaenda kufuata huyo baba yako Dadi angu kwa nyumba. Dadi mdomo yangu inafanya dadi asikuje kwa nyumba, si ndio? Eh. Kwa sababu leo sana ni wiki ya tatu. Wacha akae hata siku kumi huyo baba yako tangianza kushikana na wale wazee wapo wa wale wa mapombe huko chini ana kutanga Mw... hapo. Lakini mami yao ndio mama yako. Wacha nikwambie Liz, wewe ni msichana usiseme mami yao mdomo haujui maisha na baba yako. Baba yako ameniumisha kichwa kwa ukiwa kwa tumbo. Sasa so hivi unasema huyo baba yako ndakuacha utaenda kufuata huyo baba yako. Wacha nikwambie last week sulifukuzwa shule. Nani alikulipia? Eh, baba huyo alitoka hapa na pikipiki siku sikuini, sijui kama alikufa apiki simu, sijui kama ameamishwa Kenya I don't know. Mimi sijui malikukohata, we nakupeleka kwa next week shosho. Namtetesha juu ya ujinga namtetesha juu ya ujinga, na ukiendelea hivi hatutaelewana. Niko na stress, hatuna chakula ndani baba yako ajefika. Ukiendelea hivi ni ushago aki shule ikifungwa, mimi na kupeleka ushago ki baba chako, nataka niachane na yeye, amenichokesha kwanzia, tuaane babako, nimechoka yani ni kwanza, ebu simama, toka, eu enda tafuta huko, sik kama ni maji utaniletea <tot> Mungu. Mungu! Yani, Joseph kungapi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, leo ndio unarudi kwa hiyo. Wewe narudi kwa nani? Unarudi kwa nani? Kwa nani? Naambia unaerika... unaulipanga... na narudi kwa nani? Ndio nataka kujua unarudi kwa nani. Lazima si narudi kwangu, nani alipanga hii nyumba? Unalipanga nyumba? Hiyo pesa nyuma unalipanga 15, tunafukuza na tafuta tafuta tena naongeza 15, unasema hii nyumba ni yako. Siku ile, Jose, huyu mtoto wako unajua amekula nini? Siku ile huyu mtoto amekula nini? Nafulia watu, nifulie watu ndio huyu mtoto apate chakula. Bana, acha na mimi. Hata nikwambie usiseme achana na mimi. Pikipiki iko wapi? pikipiki iko wapi? Piki Jose, unajua yani unaniumisha kichwa. Mungu, yani kwa wazee wote uliamua ni li ni ni tu nipeetan liaha pikipiki kwanza, nilikuwa na mimba mtoto wako, nikuniumisha tu kichwa Jose. unataka siku moja nikukata kichwa, unataka siku moja nikua wazimu ndio ufurahi, si ndio? Wacha kusema usiatane

Mungu yani, ulichagua bwana wote wazuri ukapea watu wazuri ubwana kwenye hivi kan kwa uaana manga zako za pombe, labda umeacha kupanga panga haraka na ngoja utoke. Elfu tatu ya mapua yako nakwambia, elfu tatu ya mapua yako. Miezi tatu unadai elfu tatu. Mwanaume ni nini? Majirani wangu wanakaa marafiki zangu wako na raha, kwa ndoa, watu wote wako na raha. Shetani moja tu yenye ilikataa kuenda kusimu, ikaona ichague asha. Ndoa hii hapa! Panga zako toka e, wana majirani wanafurahia ndoa, wanafurahia. Shetani ndo alikuja kwangu, kaibilisi kadogo kamoja. Ndoaka panga vitu toka, nataka nianze maisha peke yangu. Na usisahau mtoto wako lizi, wacha kuniangalia hivi, kuwa tayari ni baba yako. Mnaenda, nilikuja kwa hii nyumba yaani, nilikuja kwa huyu mwanaume bure.

Mbele. Kulala nje uko mbele, kichwa kubwa uko mbele, unataka kukua aje? Mwanaume mgani? Mdomo nganga nganga nganga, kubishana mimi ha! Hata Mungu sitaki bwana, sitaki bwana, nataka mimi nikae. Mungu sitaki huyu bwana.